Na mwanamke mmoja mwenye kutokwa damu kutoka damu, muda wa miaka kumi na miwili na kuteswa mengi kwa mkono wa matabibu wengi, amegharibiwa vitu vyote alivyo navyo kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, imani inakuja kwa kusikia. Alipita katika mkutano wa nyuma, akaligusa basi lake maana, alisema imani, nikiagusa mavazi tu nitapona. Maana chemchemi ya damu ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona, amepona msiba ule jioni. Leo inatamani tunakuwa na ibada ya za mwili na damu ya Yesu. Ninaomba usifanye dini, ukiifanya kuwa ni dini, upokee chochote kwa Mungu. Usifanye kama ni utaratibu, tunaenda kidini, dini tunataka kufuata taratibu za kanuni za ibada. Mpendo katika Bwana, ibada ya leo ya Ijumaa ya uponyaji haikuundwa hivyo, iliundwa watu wanapokuja kanisani wawe na moyo kama huyu mwanamke, anasema nikienda leo chioni kanisani kwa sababu ya matatizo unaopitia ni kila mkate ambao ni mwili wa Yesu, ni kila divai ambao ni damu ya Yesu itakuwa mzimu. Magonjwa yanaweza kuwa ya akili, magonjwa yanaweza kuwa kiuchumi, magonjwa yanaweza kuwa magonjwa ambayo ni magonjwa na athiri mwili, lakini maandiko yanatufanya tuweze kujua kwamba kwa, kwa kupigwa kwa Yesu magonjwa yote yaniisha, lakini imesoma makusudi Zaburi ya mia moja na tatu mstari wa tatu ambapo tumeangalia vizuri, nasema yeye akusamehe dhambi zako zote, akuponye magonjwa yako yote kwao. hamna ugonjwa ambayo Yesu Kristo Mwana wa Mungu hawezi kuponya, hakuna maradhi ambayo Yesu Kristo Mwana wa Mungu hawezi kuponya. Ninatamani ujenge msingi mkubwa wa imani ili jiona leo tunapoingia katika kushiriki meza ya Bwana ikaweze kuwa ni faida kwako, badala ya kuwa ni mazoea ya dini. Ninatamani unapoenda kushiriki meza ya Bwana uje na matatizo yako umeyabeba kwa imani. Unapochukua hatua ya kukanyaga mguu kuja hapa mbele, njoo kwa imani na kiburi, kwa maana ya kupokea uzima na usio na wasiwasi. Na baada ya kunywa meza ya Bwana, baada ya kula mkate, ninatamani uamini kwamba umeshapona, uamini kwamba jibu lako limepatikana. Watu wanazani magonjwa ni maradhi yanaumiza mwili peke yake. Magonjwa pia yanaweza kuwa ni matatizo. Leo Yesu amekuja amalize yote. Jambo lingine, damu ya Yesu na mwili wa Yesu unaleta ulinzi. Damu ya Yesu na mwili wa Yesu unaleta ulinzi. Wana wa Israeli walipokuwa wanasafiri katika kutoka Misri kuelekea katika nchi ya ahadi. Usiku mmoja, Musa akawaamuru, kwa sababu Bwana alimwelekeza wanyunyize damu katika kila pembe ya nyumba yao, katika kila mlango, juu ya mlango na madirisha. Usiku ule malaika wa Bwana alipopita, aliua watoto wote, watu wa kwanza, ila watoto wa Israeli, hakuna hata mmoja aliyekufa. Tunapoenda kushiriki damu ya Yesu sawasawa na Wakorintho wa kwanza sura ya tano mstari wa saba labda tusome, unapokea ulinzi. Ngoja nikwambie, ukishatoka kunywa damu hapa ukana na mwili wa Yesu kitakachotokea, adui atakapokuja atakutana na nguvu ya Mungu. Sio kwamba ikinafaafati, imani yako kwa Yesu Kristo inakupa mamlaka aliagiza tuweze kushiriki meza ya mwana sio mwanadamu. Atukuagizwa na dini, tumeagizwa nani? Na Bwana Yesu mwenyewe. Hebu tuangalie kitabu cha Wakorintho wa kwanza ile sura ya tano mstari wa saba. Wakorintho wa kwanza sura ya tano mstari wa saba. Haleluya! Wakorintho wa kwanza sura ya tano mstari wa saba, anasema basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo amkutiwa chachu. Kwa maana pasaka wetu amekwisha kutolewa kwa sadaka, yani Kristo. Wapendwa katika Bwana, wale wanaojua kuna siku ya Pasaka, neno pasaka hii, baada ya pasaka imetokea kati wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri kwenda nchi ya adi, kwa pasaka haikutokea barabarani. Kwa hiyo tukisema pasaka wetu, maana yake yeye ndio ulinzi wetu. Musa alipochukua damu ya mnyama ambaye alikuwa amemchinja akapaka juu ya milango, alikuwa anatamka pasaka. Pasaka ilikuwa ile damu. Kwa pasaka wetu ni nani? Yesu Kristo amekwisha kutolewa. Tutakapoenda kushiriki jioni leo, kila mtu mwenye matatizo, kila mtu mwenye changamoto, yanaenda kuwa ni mwisho katika jina la Yesu Kristo.